Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club e bana kinaondoka leo e, ambapo ni Mei 13 mwaka 2025, e, saa 11 alfajiri kuelekea Morocco kwa ajili ya mchezo wake wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane utakaopigwa tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2025 huko 25 huko Berkane Morocco. Akizungumza leo hii Mei 13 mwaka 2025, kwenye mkutano wa waandishi wa wa habari, meneja wa habari mawasiliano wa klabu hiyo ya e, Simba Sports Club Ahmed Ally amebainisha kuwa safari hiyo itakuwa ni saba, e, ya masaa saba ya moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Casablanca e, huku akimshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha safari hiyo. E, bana kikosi kitaondoka saa kumi na moja alfajiri kwenda Moroko, itakuwa ni safari ya masaa saba moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Casablanca. Kwa hii atu hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia hatuna budi kumshukuru tena na tena na tena rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hili ametutendea makubwa, akawa amesema maneno haya, semaji Ahmed Ally. So kwa Watanzania wote e, bana hatuna budi kuendelea kuombea Simba Sports Club wakiendelea kukiwasha vyema kabisa eh, ambapo wataenda kuwasili Berkane, tuna waombea wawe na matokeo e, chanya e, kwa jamii ya watu wote wa Tanzania. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now huko e, na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kunyanja comment hapo utakometisha kinao madoma. Till next time, bye bye.